Mwanzo nilikuwaga najua mahusiano na ndoa ni kumchagua yule mtu unayempenda au anayekupenda sana, ndo muoe au akuoe. But my friend, if you do that mistake na ukawa umekosea kwa bahati mbaya, umechagua kitu ambacho si sahihi, utaishi maisha yako kwa kujutia sana kwenye mambo ya mahusiano. Achana na yale mahusiano ambayo unakuwa tu na mtu for fun. Yale mahusiano ambayo unasema kabisa huyu mtu niko tayari ni, ni zai naye tuishi pamoja miaka kumi, 20, 30. Baadhi ya sehemu ambazo mimi siwezi kwenda aende kwa niaba yangu. Ndugu yangu, be very careful. Wale wanaosemaga mmekutana sio miezi miwili mitatu, sita, mwaka unatosha bwana kujua kama mtu ni sahihi, sometimes no Sometimes inabidi ukae na mtu mpaka akutwe na majaribu mengi ya kutosha, uangalie uwezo wake wa kusolve matatizo. Hapo ndo ujue huyu mtu niliokuwa naye kweli ni sahihi. Kuna stori ya mama hapo, nimetoka kuisikiliza, nimeangalia, nimeisikiliza. Wanaume nyie, kwenye ndoa, ndoa na mahusiano, mahusiano mnapendaga sana kuwa na siri siri mnafanyaga vitu kwa siri siri, hamtakagi kuwaambia wanawake zenu. Kwa sababu gani? Ego imewaka hapa. Unataka mwanamke wako aone you are doing everything right, unataka mwanamke wako aone we you are moving, you are, you are, just moving fine you don't want to be vulnerable. Waambie wake zenu, napitia moja mbili tatu. Mama mtu hapa nimesanda, mama mtu hapa nimefeli hapa tunaongea vipi? Tunasaidiana vipi? The problem mnataka kufa na kofia hapa kwenye vichwa. Matokeo yenu mnakuja mna, mna bahati mbaya labda Mungu anawachukua au nini kinatokea, shida zinabaki kwa wake zenu. Sasa kwa bahati mbaya sana, ndo ukute zile ndoa ambazo mwanamke na mwanaume walikuwa wanashirikiana kila kitu kwenye biashara so mwanamke hakuweza kuinvest chochote cha kwake mwanamke, labda alikuwa hata saa nyingine hafanyi kazi yoyote, kila kitu alikuwa anakutegemea wewe baba. Unaondoka kwenye hii dunia, unajua mwanamke amemwacha kwenye hali gani? Watoto wako? Mahusiano nyie sio na kupenda na kupenda, pia unaweza ukainunua, unaweza ukainunua Yani mimi kuna vitu nikisema hata niseme Mungu wangu, nahisi kichwa kitapasuka. Mahusiano sio uzuri wa sura, mwana wa mwanaume au mwanamke unaweza ukanunua. I repeat, you can buy mwanaume mzuri, you can buy mwanamke mzuri. Dunia ya sasa hivi, unamuonga tu anakuwa wa kwako. I said it, lakini kama you are choosing kwa kutaka uwe na familia bora, kwa kutaka uzae watoto uishi nao vizuri kwa kutaka sijui progress ile ya kweli. When choosing a person you have to check well. You have to you have to check well. Na katika vyote ogopa mtu mwongo. Ukiwa na mahusiano na mtu ambaye ni mwongo, mwongo kuna siku atakuibia hata wewe, wewe mwenyewe aliyekuoa, au wewe uliyemuoa atakuibia, na atakwambia ni atasielewi imekuaje, na atakaa hapo, atakulilia machozi ya damu, kumbe anakufanyia yeye mabaya yote yote. Unaona, mbona vitu vyangu haviendi, biashara zangu haziendi, labda una wateja wakubwa, mbona wateja wakubwa wamehama? Kumbe wewe unaona ikana yumo ndani, ndo anakufanyia vitu. Kuna vitu Mungu anakupa red flags mapema sana, wewe unajifanya ni bingwa wa kubadilisha watu, nitambadilisha, atabadilika Angalia yule mtu akiwa na madeni analipaje, anasolve vipi yale matatizo, anafanyaje, anahangaika vipi? Kwa sababu mwisho wa siku vile matatizo yanayokuja kutokea hayatomuaffect yeye, kama mume wako weye, anadaiwa hadaiwi yeye, mnadaiwa nyote. Anafanya effort gani kuhakikisha kwamba nyinyi wote mnabaki sehemu ambayo iko safe, nyinyi wote mnakuwa mko salama, yaani Ombeni, salini. I don't know what to say, lakini yani kuna vitu nikiviongelea nasikia moto hivi. Kuna wadada nikiwaona maskini wanaenda sijui kuolewa sijui kufanyaje, wadogo, miaka hii ishirini na moja ishirini na mbili ishirini na tatu ishirini na nne ishirini na tano hata thelathini na nne ni miaka ya wewe kutengeneza misingi yako, foundation yako, kuwa na nyumba zako ziko kwenye majina yako, gari liko kwenye jina yako, biashara iko kwenye jina lako Peleka hata vikavituzi hata wapi huko mbali huko huko huko. Saa nyingine atakuwa na akaunti zako za benki zina hela, hata lolo unalo date nalo hata alijui. This world hmm? This world this one, watu wana lolo ziko hivi hivi. Haya ando mandoa ndoa, am haya mambo ya am mandoa ndoa, mahusiano mahusiano. Haya ukikutana na mtu sahihi, mshukuru sana Mungu ila so, so. <coughs>